Karibu tena katika channel ya 2025 New Vision 05, ni channel ya TikTok, pia hata YouTube nipo na channel inaitwa DNJ Talk TV ambapo tunazungumzia masuala mengi sana, lakini kwenye channel ya TikTok, tunazungumzia hasa burudani pamoja na michezo, lakini kwa sasa hivi tunazungumzia burudani na hoja ni ile ile na kipindi ni kile kile. Tushauriane tujikomboe kama kawaida. Niko na mheshimiwa hapa atajitambulisha kwa jina lake. Karibu. Uh, kwa jina anaitwa Ally bin Jumbe. Yeah. Uh, kuna hii EP mpya ya Mbosso Khan, okay. Baada ya kutoka room namba moja, kama tunavyojua room namba moja alikuwa na aslei mkubwa, okay. Na wanae room namba mbili akakaribishwa na Mheshimiwa Diamond Platinum katika logo ya Wasafi na room namba tatu ni yuko yeye kama yeye sasa, napambania maisha yake ambayo katoa kat albamu zake kama saba katika EP yake ya namba room namba tatu. Katika zile ngoma zote kuna Aviola, kuna Power, kuna Siko Single, kuna Nusu Saa, kuna ngoma ya singeli inaitwa Asani Asumani Kwa, Suman. kwako wewe katika EP zote zile ni ngoma gani umeikubali? Bila kusahau na ngoma aliyoimba tena na ile ngoma aliomshirikisha mama yake Zuchu, Adi Jacob. Ya kwanza, unajua ni ngumu sana kukataa kitu ambacho idadi ya watu wengi wamekikubali. Yani nyimbo ambayo watu wengi wameikubali ina maana kuwa nyimbo kazi. Mimi naenda na wale ambao wao wameikubali nyimbo ya pawa kwa sababu ndio nyimbo ambayo inahiti sana, yeah. Na katika nyimbo ya pawa kama ulivyosema unaikubali <laughs> ni kipande gani ambacho kidogo unakikubali au kama kipo kwenye akili yako kidogo ukakitamka, ili yule ambaye anakuangalia akijue hicho kipande, ili na yeye aweze kusikiliza hiyo ngoma? Ah, labda kipande, unajua Mbosso ni msanii ambaye anatumiaga metali au anatumiaga misemo mbalimbali, ndio e, kama mimi kipande ambacho kanikosha ni kipande alichosema kuwa chupa la bia ni chupa la bia, ndio kipande kilichokosha kimenikosha sana mstari ile vesi zipo kama mbili, na ya pili pia ni vesi ambazo zimenikosha sana pia. Zewei ameanza kuimba ule mziki wengi uh, umenikosha umeni, umeni pia. Zewei alikuwa anamuelezea ana, ana mpenzi wake zewei. mm -hmm. anaisikia kuwa na yeye kwa maana mpaka anasikia anahisi matusi basata basi, inaweza ikamfungia. mm -hmm. ya kwa kweli nimeipenda sana. Uh, kwako wewe umeweza kuisikiliza hiyo EP mpya ya Room namba tatu ya Mbosso, na nyimbo ambayo umekubali sana na watu wanaoikubali ni Power. Je, kwa mtu ambaye ni shabiki wa muziki na ambaye anapenda kusikiliza muziki ambaye bado hajachukua hiyo EP ya Room namba tatu au hajasikiliza hiyo nyimbo ambayo umeisema, unamshauri nini? Katika hii EP mpya ya Mbosso ya Room namba tatu ungemshauri nini ili na wewe aweze kupata chochote kitu, au kama hata kama apendi wimbo Aweze kuenjoy ushauri, uh, wangu kabisa, kwamba mtu mtu yeyote ambaye anaishi Tanzania anajua Mboso ni mkali wa nini: melodi, eh, mafumbo ndani, stori nzuri katika nyimbo. Uh, Mboso hivyo vitu kwake, unapata radha yake ya kuimba, utofauti wake na wengine hii ina, inakufanya mtu kuwa uwe makini sana kusikiliza malongozi. Kwa hiyo moja kwa moja ushauri wangu ni kwamba mtu ukipata nafasi asitumia kwa kukaa kuisikiliza vizuri ile, kwa sababu sio pawa tu ambayo nyimbo inapendi, hapana. Lakini pawa ni nyimbo ambayo wengi wameipenda. Zipo jerani, ipo waziola, ipo indi ya simani. Kwa hiyo nyimbo nyingi sana wanazipenda na nyimbo zake ni kali zote. Labda swali la kizushi na la mwisho, hmm, mfano pap umebahatika wewe kama mdau katika harakati zako, au kama ukishapata mafanikio ukakutana na Mboso au hata sasa hivi mfano labda Mboso akaweza kuona video hii, ungemshauri nini kaka Mboso Kani? Ah, ushauri ambao mimi na, naweza nikampa Malomboso au moja kwa moja na udediketi ni kwamba Malomboso ajitahidi sana kufanya kazi zake. Siwezi kumwambia ongeze ubunifu, maana kuna muda ukisikiliza nyimbo za Mboso unaona kashamaliza kila kitu kwenye ubunifu wa ngoma zake ni tofauti na wasanii wengine. Kwa hiyo pia kama kuna uwezekano a kuongeza ubunifu basi aongeze. Asante sana sa Ah, sa sa sa uh, huyu alikuwa ni Ali Binjumbe ambaye amezungumzia vizuri kabisa ngoma ya Power pamoja na EP mpya ya Mbosso yenye albamu tofauti tofauti ambayo inaitwa Room namba tatu. Je, na wewe umekubali ngoma gani katika hiyo EP ya Room namba 3 ya Mbosso? Toa comment hapo ili tuweze jua na wewe katika hizo ngoma umekubali ngoma ipi, lakini pia kama Ally Binjumbe alivyosema, na wewe kajipatie ipi yako hiyo yenye album tofauti tofauti ili uweze kupata kuenjoy mziki wa Mbosso Khan. Nyuma kamera alikuwa ni Bwana Hamza ambaye ametufanya tumeonekana vizuri kabisa, asante sana. Na mimi ni Dickson Sabuni, mpaka wakati mwingine sana. Hii ni tushauriane ili tujikombo, ili tujikomboe. Asante.